Basi barikiwa sana, Mungu wetu akuinue, akutendee mema. Karibu sana, unatazama Ndoto TV, ukombozi wako, wako. Ni huru wako. Leo hii nataka nikufunze hizi ndoto tatu unapoziota, basi zinakuashiria kwamba hakupendi. Ninapoongea kuhusu hakupendi, yawezekana akawa ni mchumba wako, yawezekana akawa ni mmeo, mkeo iwezekana akawa ni ndugu yako, kaka, dada, boss wako ama hata akawa ni, akawa ni ni mfanyikazi mwenzako. Sasa ndoto inapokuja huwa inakufichulia kinachoendelea. Kama jinsi ambavyo mara mingi mimi husema kwamba ndoto ukuonesha, inaweza kuwa inakufunulia mambo ambayo yanafanyika kwa muda huu, ama inakufunulia mambo yatakayo kuja kufanyika, ama mambo ambayo yali ilishafanyika kule nyuma na huku wanafahamu nayo. Na wakati mwingine Mungu anaweza kawa anazungumza nawe kuhusu jambo fulani. Kwa hiyo ndio maana wanasema kwamba unapojua maana ya ndoto yako inakuwa bora sana kwa usalama wako. Sasa hizi ndoto unapoziota mwana wa Mungu zinakuashiria kabisa ya kwamba ya kwamba huyu mtu hakupendi. Sasa ndoto ya kwanza unapoota inakuonyesha kwamba huyu mtu hakupendi, ni ndoto ambayo unamwona huyu mtu, mko naye kwenye gari Aa, mko kwenye gari anaendesha gari lakini jinsi anavyoendesha gari inaogopesha, inaogopesha kabisa, yani hata we mwenyewe unakuta kwamba hauna amani, hauna furaha, una uoga, yani hayuko makini barabarani, anaendesha gari kwa kasi, anaendesha gari kwa spidi siyo kawaida, gari na yumba, we mwenyewe unafika mahali hata unaingiwa na uoga unaingiwa na wasiwasi wasi, yani unatetemeka. Kwa hiyo ndo tunapoota basi nakuonyesha kwamba huyu mtu anapo uh, unapozingatia huenda mashauri yake ama unapo unapokuwa naye, basi nakuzungumzia hatima yako, maisha yako unakoelekea, haitakuwa sawa, hautakuwa salama kabisa, mambo haitakuwa salama, hamtaweza ku, kufika popote naye. Ah, inawezekana uchumba ule uka- ukafanya nini ukavunjika eh? Kwa sababu mambo ambayo anayafanya atakuwa yanakuogopesha itasababisha ukuta kwamba hamtaelewana, kwa hiyo hamta, unapoona anaendesha gari kwa fujo ama kwa speed na gari na yumba yumba, basi hujua kwamba unaonyeshwa kwamba huyu mtu kabisa hajali maisha yako. Ndoto ya pili ni ndoto ambayo unaona huyu mtu, wewe unampenda huyu mtu ambao una una kwako, unampenda lakini anakupa labda maji, lakini ukiona, unapotazama yale maji, unaona ndani yake ni chafu, ama mwingine akaniambia anaona ndani ya maji kuna kuna kuna buibui eh, ama unaona ndani ya yale maji kuna nzi ama kuna uchafu. Sasa unakuta kwamba inakuwa vigumu kwako kuyanywa, basi ndoto hii inakuonyesha huyu mtu akujali, ako tayari kufanya jambo ambalo litakudhuru, ama anafanya kitu ambacho kinakudhuru, hajali maisha yako, hajali amani ya yako. Kwa hiyo inakuzungumzia kabisa huyu mtu akupendi, kwa sababu mtu anayekupenda anakujali, atakupa maji ambayo ni- ni safi na hata akiona ina uchafu atayamwaga akuchote maji mengine. Kwa hiyo unapoona mtu anakupa maji na ndani ya maji yale maji ni machafu, ama iko na tone maybe, iko na nzi, iko na nini, wacha niseme ni maji chafu, huwezi ukayanywa. Ama anakupa chakula na unaona kwenye uh, kile chakula kuna kuna kuna uchafu, basi elewa ya kwamba huyu mtu hakujali, hakupendi hiyo ndoto, hii nakutahadharisha kuwa makini kabisa. Na ndoto ya mwisho ni ndoto ambayo unamuona una ama unajiona umo ndani ya shida. Yawezekana uko kwenye shimo, umekwama, ama unaona gari lako lina shida eh, ama unaona mebi nyumba yako inachomeka na wewe humo kwenye kwenye moto pale ndani ya nyumba, lakini unamuita kusaidia, ama unamuona amesimama tu anakuangalia unahitaji usaidizi kwenye ile ndoto lakini anakuangalia tu, umo ndani ya shimo, unaita usaidizi lakini anakuangalia tu, ama unaona anakutazama na anaondoka, anaenda, anaondoka, anaenda. Basi hii ndoto hai, sio nzuri. I mean inakufunulia kwamba huyu mtu hakupendi, huyu mtu hakujali. Kwa hiyo kuwa mwangalifu sana, unapoota hizi ndoto unatakikana kuchukua tahadhari kubwa sana, bila kupuuza, na Mungu wetu atakusaidia. Basi Mungu akubariki. Asante kwa kutazama Ndoto TV. Asante kwa kulike na kusubscribe. Kama ni mara yako ya kwanza, barikiwe sana. Ninarudi kipindi cha pili ndani ya dakika mbili kuweza kutafsiri ndoto, kwa hiyo baada ya dakika mbili nitakuwa hewani nikitafsiri ndoto yako. Barikiwe sana, Mungu wetu akubariki na kutendee mema. Kumbuka, kuelewa maana ya ndoto yako inakuwa bora sana kwa usalama wako, maana ndoto sio mashambulizi, ila ni mafunuo na matukio kwenye ulimwengu wa rohoni. Shalom.